Jeshi la polisi liache siasa. Sasa hivi wameacha kabisa majukumu ya polisi, yaani polisi ni typical political body. Yaani kama wanaweza basi msajili awape usajili, tujue ni chama cha siasa. Ili tu tu, hata tu migambo kwa hatua ya dharura. Tujue migambo hao ndio wawe polisi watusaidie, kwa sababu polisi sasa hizi ni kama jumuiya ya vijana ya CCM ambao kazi yao kubwa ni kudhibiti, na ndio maana ukiangalia hata utendaji wao wa kazi E, kila anayekuwa mpinzani wa kweli wa CCM anakuwa mpinzani wa kweli wa polisi. E, umewahi kuona hicho kitu? Jaribu kutafuta kwamba e, unapokuwa mpinzani e, wa kweli wa CCM unakuwa automatically unajikuta ni mpinzani wa kweli wa polisi. Kwa hiyo polisi ni jumuiya ya Chama cha Mapinduzi. Kwa utendaji wao wa kazi, matendo yao na namna wanavyowajibika. Na ndio maana kazi kubwa wanafanya kupambana na Chadema au mtu anayehisi anaongea au analingana na kushabihiana na Chadema ile ni tatizo kwa jeshi la polisi. Ndio maana unaona makosa yale yale, wana CCM amewahi kutamka kwamba watu wauawe watu wapotezwe kiongozi mmoja wa CCM. Ulu, polisi hawajawahi hata kumuoji, kwa sababu CCM wanaweza taka kunyofua maini akakuua. Eh, polisi asifanye chochote kwa sababu polisi anafurahishwa na kila kinachofanywa na chama cha mapinduzi ila na kero na kila kinachofanywa na watu wengine wanaoipinga CCM, kwa, si, mimi ukiniuliza polisi kwa sasa nitakwambia polisi ni jumuiya ya chama cha mapinduzi kwa namna wanavyofanya. Yaani dijole ni chombo cha ulinzi na usalama, lakini de facto jeshi la polisi ni jumuiya ya chama e cha mapinduzi e. Mimi ningefikiri wangejifunza warudi kule alikokuweko Saidi Mwema e, wajifunze kwa sababu Saidi Mwema si yuko e? Waende tu wakajifunze, kwa sababu sio lazima ujue kila kitu. Ukikosea rudi kwa waliotangulia na kufanya vizuri. Waulize wa kusaidia. Said Mwema yupo, ni mtu mwenye nguvu bado na afya ni vizuri. Viongozi wa jeshi la polisi wangeenda kule kujifunza. Aliandaa hata kanuni nzuri za uchaguzi, zilikuwepo namna ya ushiriki wa polisi katika uchaguzi Said Mwema, lakini zote zinatumika kama toilet paper. Eh, awatumii awa, awa mambo kwa uweledi. Kwa hiyo eh, polisi ni shida, imekuwa saizi ikifanya kazi kisiasa zaidi kuliko kiuweledi. Eh, la pili kuhusu mwito wako polisi, uliitwa polisi. Mimi sikuitwa, mimi nilienda kumwakilisha wakili Mpale Kaba Mpoki ambaye kama wengi mnavyoelewa, na mimi mara nyingi ninapokuwaga na maswahibu, yeye ndio wakili wangu ambaye huwa ananitetea. Eh, tulifika lakini tulipofika kwa ZCO alituambia kwamba hata mimi natafutwa. Eh, kwa kuna taarifa kwamba mimi ni mmoja ya watu nauratibu vijana ili kuendesha e, maandamano ya Disemba 9. E, ukweli sisi tulimweleza kwamba kazi zetu, kwanza nilimwelekeza kwenye page zangu, mi page zangu ziko Twitter verified na Facebook verified, na katika page hizo kuna msimamo wangu, mi nauamini kuhusu muungano ambao mimi ni msimamo wangu na uamini kwa sababu nimeufanyia utafiti na tuliwaeleza kwamba hata ukiangalia sini ya kaba Mpoki e, ni wakili most sini hapa nchini na amefanya mambo mengi makubwa sana katika tasnia yetu ya haki za binadamu, sio mtu wa kukaa WhatsApp kumobilize vijana. Kwanza atamobilize vijana kwa, kwa lugha gani? kwa namna unavyoona kwa umri wa mzee Mpoki kwa hiyo tuliongea na ZCO na kumweleza kwamba sisi tunachotekeleza ni wajibu wetu kama mawakili tunapowawakilisha watu mahakamani. Ni wajibu wetu kwa sababu wanastahili kuwakilishwa kulingana na ukubwa wa makosa yanayowakabili. Tukamweleza kwamba hata wauaji tunawawakilisha mahakamani, sio kwa sababu tunapenda wauaji, lakini ni ili haki itendeke. Kwa hiyo mara zote wakili anapofanya kazi sio lazima awe anaunga mkono kile kilichofanywa na mteja wake vinginevyo basi wakili wa mbakaji naye ni mbakaji wakili wa jambazi naye ni jambazi kwa hiyo tulizungumza eh, hayo maeneo tukamweleza eh, naamini alituelewa na ndio maana alituruhusu tuondoke kwa hiyo sisi tuseme kwamba eh, si vizuri jeshi la polisi kutubambika au kubambika watu makosa au kuwa na hisia mbaya na wananchi wanachotakiwa kujiuliza wananchi wanahoji nini wewe ukisikia vijana wanasema Disemba 9 usipambane na maandamano, pambana na agenda zao. Kwa nini usikutane nao kujadili? Unaogopa nini? Vijana wanataka uwajibikaji. Kwa nini usianze uwajibikaji? Kuona nini ufanye kenye kile wanachokilalamikia. Unajua tatizo, tatizo dogo tu kabisa. Yaani eh, methodology tunazotumia ku address this very trivial political matter ndizo zina escalate kila mambo. Yaani badala ya watu kufanya vitu kwa uweledi. Okay, huyu anasema Mwabukusi. Nitakuja kukupiga kesho sababu moja mbili tatu. Kwa nini nipambane kumsubiri aje anipige kesho kwa wakati kesho akinieleza sababu za mimi kunipiga? Kwa nini sitafute namna ya kukaa naye na kuzungumza na naye, lazima tamtoke. Kwa hiyo tunachojaribu kuzungumza kwamba waache witch hunting, kufikiri nani aliyesababisha matatizo haya, na hasira kwa vijana ni viongozi na serikali kwa kutowasikiliza, kunyima forum za kuwasikiliza, tume ya uchaguzi kuharibu uchaguzi na kufanya mambo wanavyojua, ofisi ya msajili kuacha kusajili vyama na kutoa nafasi kwa vijana kuwa na vyama vyao wanavyovipenda, au kuwa na uwingi wa vyama, kuwapa vijana vyama vya ukweli nazungumza, sio vyama hivi ambavyo leo eh, vinaenda vinapewa shilingi mbili tatu ili vifanye siasa. Nazungumzia vyama vya ukweli vya siasa eh. Kwa hiyo kimsingi, mimi nadhani kuna tunahitaji ukweli, haki na upatanishi. Taifa lilivimba saizi limepasuka, eh, tusipo kitibu sawasawa hichi sawa kidonda e, kinakwenda kutuletea donda ndugu e, na tukifikia steji hiyo tumekwisha, ndugu zangu. Kwa hiyo tumeharibu, tumeanguka, tukubali ukweli. Tumefanya vitendo vya aibu vya kulitukanisha taifa na utukufu tulioulinda kwa zaidi ya miaka sitini tuone namna ya kuanza upya kwa ukweli, haki na uwajibikaji. Kwa sababu Waswahili wanasema kuteleza